Ya yeah, Dodoma ni eneo ambalo wewe kama meneja wa kanda changamoto kubwa ni maji. Sana. Maji ni changamoto kubwa. Wewe ni mdhibiti. Kuna lolota ambalo unalifanyia una kazi Uh, kakakaguo mimi hapo, naomba nitoe angalizo kwamba na mimi pia ni mdao <laughs> mimi pia ni mwathirika <laughs> lakini upande wa maji kwa kweli kuna changamoto ni kweli, na upande wa kanda ya kati tunakuwa tunafanya kazi kwa ukaribu sana na wenzetu wa mamlaka ya maji ya maji usafi, na maji taka, mazingira ya afya, mazingira, mazingira ya usafi wa mazingira uh, kwa, ma, kwa jina lingine Duwasa tunafanya nao kazi tunashirikiana nao na malalamiko mengi sana ambayo tunayapata kutoka duasa kimsingi ni upatikanaji wa maji. Nadhani wote mtakuwa mnashuhudia kwamba jiji la Dodoma tumepata baraka neema kubwa sana ndani ya miaka mitano, jiji la Dodoma limetoka kwa sijui tuseme mtoto mchanga, au tuseme yule mtoto wa chekechea wa, wa hmm, alafu sasa amelazimishwa aende sekondari <laughs> kwa hiyo kidogo kidogo, uh, duasa wanapambana ili muundumbino yao iende, lakini pia tunashukuru sana serikali kwa juhudi zao, wanasaidia sana, wanaleta miradi mingi sana kumpango ili, ili DUWASA waweze kufanikiwa kupata maji zaidi. Kwa hiyo sisi upande wetu kama ofisi ya kanda ya kati ni kwamba tunajaribu kuwasaidia, tunawashauri namna ya kuendelea na kusimamia vizuri mipango, mipango kazi yao, na pia tunawashauri katika yale mipango yao kibiashara, ili waweze kufanikiwa kukuza ile, ile mfumo wao wa kusambaza maji.